Kila tarehe kumi mwezi Oktoba ni siku ya kupinga adhabu ya kifo ambayo bado inasalia kwenye mataifa kadhaa e, ikiwemo Tanzania, lakini e, kwa Tanzania ya utekelezaji wake umekuwa na kigugumizi, japo ikiwa bado inasalia kwenye sheria zetu. Tutakukumbusha pia miongoni mwa mataifa ambayo bado yanatekeleza adhabu ya kifo, yani death penalty, na tumemwalika hapa e, mtaalamu wa masuala ya sheria kutupitisha katika sheria hiyo, lakini pia mtazamo wa kisheria. E, katika mataifa mengine ambayo bado yanatekeleza adhabu ya kifo, Hilda. mm -hmm. Na katika hilo, nchi takriban mia moja kumi na mbili zenyewe zimefuta kabisa hukumu ya kifo kwa makosa yote. Nchi 55 bado zimekuwa na hukumu ya kifo uh, katika sheria lakini hazitekelezi mara kwa mara. Ishirini zenyewe bado zinaendelea kutekeleza hukumu ya kifo na zaidi uh, ya watu elfu mbili na mia nne waliuawa na hukumu hiyo ya kifo kwa mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Na ni kwa katika tafiti ama takwimu hizo za kidunia, lakini kwa uelewa wa kina zaidi tuko hapa na uh, Emmanuel Kimey ambaye ni mtaalamu wa masuala ya sheria na tutafahamu zaidi kuhusiana na hili. Karibu sana wakili. Asante sana, hili. No. Karibu sana asante sana kila tarehe kumi hasa uh, inawekwa msisitizo wa siku hii ya kupinga adhabu ya kifo. Pengine kwanza tuanze kupata uelewa wa kuhusiana na hili uh, adhabu ya kifo nadhani ni, ni adhabu ambayo ni kati ya adhabu kubwa zaidi ambazo zimewahi kuwekwa kwenye sheria zote duniani, na Tanzania pia ni mojawapo wa nchi ambazo adhabu hizi ipo kwenye sheria zake, na mwaka elfu mbili na tatu dunia iliona sasa ni kuna umuhimu wa sisi kuondoa adhabu ya kifo kwenye sheria zetu na utekelezaji wa adhabu hii na pia madhara yake katika jamii. Kwa maana Umoja wa Mataifa waliunda sheria ambazo lengo lake ilikuwa kulinda uhai wa wanadamu. Kwa hiyo, wakaweka ile sheria ambayo kwenye e, katiba ya Tanzania inapatikana katika ibara ya kumi na tatu ambayo inasema kila mtu ana haki ya kuishi. Kwa hivyo, adhabu ya kifo ilipowekwa ilikuwa inakinzana na adhabu hii na haki hii ya msingi ya kibinadamu. Kwa hiyo dunia wakaona kuna umuhimu sasa wa sisi kujitahidi kuiondoa adhabu hii, ndio maana akafanya umoja wa dunia wa kupinga dhidi ya adhabu ya kifo. Kwa hiyo ndio kama ulivyosema mwanzo, kuna nchi takribani mia moja na kumi na mbili sasa hivi zimefuta adhabu ile, lakini bado kuna nchi ambazo zinasisitiza kwamba adhabu ile ni muhimu kuwepo katika sheria zao. Mm -mm. Umetuambia ndo, uh, ni kama kosa kubwa ama adhabu kubwa kabisa zaidi yes. Zai, kuliko mm -hmm. yote. Na ni katika makosa gani hasa ambayo yakithibitishwa na mahakama mm -hmm. yanasababisha adhabu hii kupewa? Uh, kwa kila nchi ina, ina, ina kipimo chake cha ni, kiasi, ni kosa lipi na makosa yapi yamekuwa chini ya adhabu ya kifo. Kwa mfano tukiweka kwenye mazingira yetu ya Kitanzania mm -hmm. kuna makosa manne makuu ambayo adhabu yake inaweza kupelekea ya wewe kunyongwa sababu sheria inasema kunyongwa hadi kufa. Sio kunyongwa tu au kuuawa mm. kwa hiyo sheria yetu inaweka kosa la kwanza ni uhaini ambayo ni jaribio la kuipindua nchi ndio ni kosa la kwanza kuu ambalo linawekwa adhabu ya kifo bila mbadala halina mbadala adhabu yake ni ya kifo peke yake ni kifo peke yake kosa la pili ni kuua ukijifahamika kwamba umemuua mtu kwa kukusudia hiyo pia inapelekea wewe kunyongwa hadi kufa au umempiga mtu na kumjeruhi vibaya, kuna watu ambao wanaita grievous body assault. Mtu anakuja kuiba hmm, anakuta watu aidha wanawake anawabaka wabaka, afu anawapiga na anawajeruhi mm, ile pia adhabu ya kifo imeweka kama sehemu ya ya adhabu ambazo zitatolewa, lakini kosa ambalo linaambatana sahihi na adhabu ya kifo ni uhaini kwa Tanzania peke yake, ambapo hamna mbadala wake. Kwa hiyo adhabu hii ndio adhabu kuu kwenye sheria zetu, mbadala wake wa makosa mengine unapata miaka ama nafungwa maisha lakini adhabu ya kifo ndiyo ipo kwenye makosa hayo matatu makuu ambayo ndiyo yanayotajwa kwenye sheria zetu nyingi, asasa sheria ya makosa ya jinai ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Kuna nchi ambazo bado zime uh, licha ya jitihada ambazo zinafanyika kupinga, kutoa uelewa na vitu kama hivyo, bado zinaendelea kuiacha adhabu ya kifo katika sheria zao ikiwemo mm, Tanzania, lakini tuna mataifa mengine kama Marekani, Saudi Arabia, Iran China eh, Kuwait, Somalia, Singapore um, na Egypt pia eh. Kwa nini mataifa hayo bado yanaendelea kutekeleza adhabu ya kifo kwa mtazamo wako? Ukitizama uh, nirejelee ni labda taarifa ya juzi ambayo imegonga vichwa vya habari sana, ambavyo China waliamua kumnyonga aliyekuwa waziri mkuu, nakumbuka kama si waziri wa jambo fulani mm. ambayo na familia nzima ile kuna ile pia ile kisa kile familia nzima ambayo walihukumiwa kunyongwa watu kama saba hivi China kule kwa, kwa kosa la kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu, mm-hmm. kwa hiyo familia nzima ilikuwa wanafanya mchezo mtandaoni wanajipatia fedha kwa miaka kama takriban nane. Mahakama imekaa hukumu kunyongwa wote. Nadhani nchi nyingi bado zinashikilia adhabu hii sababu lengo kuu la sheria ni kuhakikisha kwamba watu hawarejelei makosa. Ama ni wanasema dita, ni tudita, an yani kuzuia ni sasa, na mtoto akikosea nyumbani unamchukua unamfinya ili kesho asitende lile kosa mm-hmm. Kwa hiyo adhabu ya kifo imewekwa kama kuzuia watu wasitamani kutenda makosa fulani yeah. Kwa hiyo mtu anajua kabisa mimi nikitenda kosa ile ni kunyongwa. Kwa hiyo katika ile hofu ya kunyongwa ama kuuawa, watu wengi wanapelekewa, wana, wana, wana, wana, wana, wana kutokutenda makosa ya aina fulani. Kwa hiyo nadhani ile adhabu imewekwa pale, ama nchi nyingi zinaendelea kutekeleza adhabu ile kwa lengo la kuhakikisha kwamba watu hawavuki mipaka fulani na utaona ni makosa ya aina fulani ambayo yanawekewa adhabu ya kifo kwa sababu makosa haya yanaweza kapelekea uharibifu au machafuko makubwa zaidi katika nchi au yakapelekea watu kupoteza uhai na vitu vingine ambavyo vimekithiri katika nchi mm. China alikuwa ni waziri wa, alikuwa waziri wa kilimo yes. Na hapo awali ulisema kunyongwa hadi kufa eh, sijui kama ni kweli lakini kulikuwa na visa kwamba iliwahi kutokea mtu alihukumiwa akanyongwa, ama ukawa na namna lakini hakufa lakin, mm, eh, kwa hiyo ile inaitwa kunyongwa hadi kufa ni kunyongwa, sheria inasema kunyongwa hadi kufa eh, mm. Kama hujafa bado bado tuna, tunaendelea kukunyonga mpaka uhai ukutoke eh, maanake isingeweko hiyo hadi kufa. Mtu unaweza ukanyongwa tu kidogo afu kidogo ukaachiliwa. Ndio eh, sahihi mm, okay. Sasa katika hili uh, hak, uh, taasisi mbalimbali za masuala ya mm. haki za binadamu zimekuwa zikipinga na kuongoza pia mm. uh, hii hukumu iondolewe uh, kwa sababu mbalimbali hasa za utu na kulinda haki za mm. uh, msingi ikiwemo mashirika pana kama Amnesty International, European mm. Union. Umoja wa mm. Mataifa wenyewe wanapinga, walitengeneza pia kuna, kuna, kuna, kuna Umoja wa Mataifa dhidi ya hukumu dhidi ya Umoja wa Mataifa wa haki za kibinadamu mm. ambao wanaita mm. ICCPR ambayo mm. lengo lake kuu ukiangalia kati ya azima zake kuu ni kuhakikisha kwamba wanaondoa ile adhabu ya kifo kwenye hukumu zile kabisa. mm. Unaona jitihada hizi zinaweza kufanikiwa kwa kiasi gani ikiwa bado kumekuwa na mataifa ambayo uh, wamekuwa na, na, na hili tena mataifa yenye nguvu kama China na Marekani mm. bado yanatekeleza adhabu hiyo? Ukiangalia mwamko uliopo dhidi ya adhabu ya kifo na pia utekelezaji wa adhabu ya kifo hii kwa nchi nyingi. Kuna nchi nyingi ambazo zina zipo serious sana, wapo wapo makini. Uki unahukumiwa kwa mfano kama China, ukihukumiwa kunyongwa mm. hauchukui zaidi ya wiki yeah. hawasubiri muda, hawasubiri muda mm. kidogo. Kwa mazingira yetu ya Tanzania watu wanahukumiwa kunyongwa, lakini inachukua muda mrefu, wengine wanakaa gerezani tunataka takribani kama miaka um, 30. Kuna wengine tangu miaka 90 wamehukumiwa kunyongwa eh, mpaka leo hawajanyongwa mpaka yeah. leo hawajanyongwa, wapo mabusu ma, ma. Kwa hiyo wanakuwa wanatumikia kama kifungo cha maisha wakati wanasubiria kunyongwa kwa sababu adhabu ya kifo ikipitishwa na mahakama mm, rais ndiye anaitia sahihi kwamba mm, nimekubali anyongwe. Na nadhani ni si rais yupi kama sio Mwinyi, nadhani kuna kipindi fulani mtu alinyongwa Tanzania, muda mm, mda kidogo, lakini tunataka takriban miaka 30, yes mm, tunataka takriban miaka 30, tangia tangia tu pitizie hukumu hii. Lakini nadhani nchi nyingi kama Marekani na China zinashikilia adhabu hii, na uta, utagundua kwamba kama China wana makosa mengi sana mm, ambayo wao kwao ni kunyongwa tu, adhabu yake ni kunyongwa, hawa kupi mbadala wa vitu hivyo. Kwa mfano Tanzania, sisi makosa ya kuhujumu uchumi haunyongwi, ni kifungo cha maisha au miaka 30. Huyu aliyekuwa waziri wa masuala ya kilimo, ni mambo ya rushwa. Hata kuna familia ilijipatia fedha kwa njia za danganyifu, wako watu saba hivi, imepita, sema imepita mtandaoni sana. Wao walikuwa wali wanatakatisha fedha Tanzania, bado hilo ni kosa la kawaida, utapigwa fine au utafungwa miaka thelathini au hukumu zinazoendana na hiyo ambayo haihusiani na kifo kabisa. Hmm. Lakini kuna nchi nyingi zinaweka adhabu ya kifo ili kulinda nidhamu. Na ukikana ukikutana hata na raia wa nchi hizi kuna vitu fulani hawawezi kuvifanya. Kuna vitu fulani kwao wanaogopa kuvifanya kwa sababu wanaamini kwamba baada ya hapa nikikamatwa uhai wangu unaondolewa. Lakini sasa mbali na hivyo tunaona kwamba kunakuwa na kigugumizi kwenye utekelezaji. Ziko nchi ambazo bado zina uh, adhabu ya kifo iko kwenye sheria zake ikiwemo Tanzania na kama walivyosema, lakini hata imewea kutokea rais akatoka hadharani akasema yeye yeah, anaogopa kuidhinisha. Alizungumza kabisa Rais wa awamu ya tano. Mm. E, na, na ni wazi hilo linawezekana kama linawakumba hawa viongozi wakuu wa nchi hizi Sei. Lakini pia kuna nchi ambazo zinatekeleza adhabu ya kifo lakini siku zinavyozidi kwenda eh, yeah. e, utekelezaji wake unazidi kupungua. Kwa mfano, takwimu, yeah. Kwa mfano Marekani, kujaribu kuangalia takwimu utaona kwamba kwa miongo kadhaa yeah. e, namba ya wanaouawa wanaouawa kwa nini inazidi kupungua. Eh e, licha ya kwamba China bado imeendelea kuwa juu lakini kwa mataifa yeah. Kama vile Marekani na mataifa mengine ambayo yanatekeleza adhabu hiyo e, kama vile Saudi Arabia, eh, yeah. e, Singapore unaona kabisa idadi inazidi kupungua. Kupungua. Kwa hiyo kuna kigugumizi kwenye kutekeleza adhabu yenyewe, lakini pia kuna uh, yani wanasuasua sana mm, kwenye kutekeleza hiyo adhabu mm. Sasa hii ni dalili kwamba pengine uh, ni sababu ya nchi hizo kuachana na kuiweka adhabu hiyo kwenye sheria zake. Ukiangalia mm, okay, miaka tukirudi kabla ya kuundwa kwa Umoja wa Mataifa mm, ambayo ndio ilikuwa inaunganisha mataifa dhidi ya ku, mwanzo lengo lao ilikuwa kuhakikisha kwamba ukoloni unaondoka kwenye nchi mbalimbali, lengo ikiwa ni kuwalinda watu na haki zao za msingi ndio wakaja wakafanya, wakaunda ule Umoja wa Mataifa na wakatoa ile tamko la Umoja wa Mataifa inaitwa UDHR ambayo inakuwa inalinda, Universal Declaration of Human Rights inakuwa inalinda haki za kibinadamu. Sasa hivi mataifa mengi yamekuwa yakijiunga na Umoja wa Mataifa wa kulinda haki za kibinadamu, na pia ndani ya nchi nyingi nyingi mbalimbali mbali, kuna mashirika mengi ya haki za kibinadamu, na pia mataifa Umoja wa Mataifa, mataifa umejaribu kuweka vikwazo vingi sana dhidi ya nchi ambazo zinakataa kufuta ile hukumu ndani ya nchi yao kwa hiyo ndio unapata makosa yanapunguzwa na pia watu wengi wanaogopa kutekeleza ile hukumu kwa lengo la kuonekana kwamba wao wanakiuka yale maazimio ama ule umoja wa, wa mataifa e, ulioweka kwa ajili ya kufuta ile haki ile, ile hukumu ya kunyongwa kwa hiyo nchi nyingi zinasuasua pia zina, zinasuasua kwenye kuondoa hukumu ile kwa sababu wanaogopa watu wanaweza wakakengeuka mm. Ah, sasa namwambia mtoto kwamba ah, ukiiba sasa sikuchapi tena, nitakuwa nakuzungumzisha yeah. Unaweza ukampelekea mtoto yule kuanza kuiba ku kwa sababu anajua ah, mama ataniambia tu mama ndomana sda nyumbani naeza kana ah, baba. Ukimkosea baba baba akijua umekosa atakuchapa, lakini mama. Kwa hiyo baba akiwa hayupo, watoto wanafanya anachokitaka, lakini baba akiwa nyumbani hawafanyi ni sasana hukumu ya kifo ikiwa ipo watu wanakuwa kama wanaogopa kwa kiasi fulani kufanya makosa aina fulani, na ikiondolewa, nadhani watu watatetea makosa aina fulani. Nadhani ndio maana nchi nyingi zina bado zipo zinajikongoja polepole kujiondoa katika hukumu hii, lakini nadhani mwisho wa siku tutakuja kufikia mahali ambapo nchi nyingi labda zitakuwa zimeazimia kuondoa adhabu hii, zitatafuta adhabu mbadala kwa sababu kuna adhabu nyingi mbadala ambazo tunaweza kuzitumia mbadala wa kifo, kwa mfano kifungo cha maisha ama mtu kufungwa jela afu kupewa wanasema wa. rehabilitation kufunzwa kuwa mwananchi mwema badala ya kumhukumu kifo au wakatoa penal sanctions zingine ambazo zinasaidia kurekebisha tabia na nidhamu za watu katika mm. nchi mm. Mm. Sasa tumkumbushe pia mtazamaji wetu kwamba eh, tunavyozungumzia adhabu ya kifo inatolewa kwa namna tofauti tofauti eh, katika nchi mbalimbali. Kwa mfano eh, njia ya kunyongwa ama hanging ambayo imekuwa mm. mm. ikitumika kwa mataifa kama India, Iran, Afghanistan, Bangladesh lakini pia kuna mataifa wanakupiga risasi mm. -hmm. eh, wanaita shooting wao kisha hukumiwa mm -hmm. kufa. Wao wala hawatumii muda mrefu wana, wana mm -hmm. kupiga kupiga risasi, risasi. E, kwa mfano mataifa kama Ethiopia, China, Taiwan, Yemen, mm. -hmm. Eh, Belarus imekuwa pia ikitumika hiyo. Kuna mm -hmm. beheading yani kwamba kukatwa kichwa. Sasa hii imekuwa mm. -hmm. ikitumika mm -hmm. sana kwenye nchi za Mashariki ya Kati, eh, kama vile Saudi Arabia. Falme za Kiarabu zaidi. Eh, kabisa mm -hmm. na kwa wale ambao wanafuatilia Ottoman. Yes. Eh, Ottoman ilikuwa ni dola ya zamani ambayo pia ilikuwa ni mbinu ilikuwa ya ku, inatumika kuwaadhibu watu ambao wa wanakosea kwa kuwakata vichwa. E, kuna, kuna mbinu nyingine ya kuweka watu kwenye guest chamber, mm. kwenye chamber, yes, ya sumu, ya, ye, kabisa yeah. Lakini pia kuna mbinu ambayo pia inatumika ya, ya kutumia uh, shoti zile za umeme mm. E, kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya mbinu ambazo zimekuwa zikitumika katika kutekeleza mm. hiyo adhabu kuna zingine pia wanapata nafasi ya kuchagua, lakini wengine uh, mm. inakuwa tayari, kuna nchi nyingi, kuna nchi zingine tayari sheria zao zinakuwa zimeweka adhabu tayari yeah. Kwamba kama kwa mfano Tanzania, sheria tunasema kunyongwa alikufa mm. nchi zingine wanakupa mbadala ili kukupunguzia maumivu, lakini inalingana sasa na nchi na sheria zake na utekelezaji wa hukumu hii, kwa sababu ni hukumu nzito sana ambayo ipo katika sheria zetu kwa misingi ya haki za binadamu. Wakili, nadhani kwa mtu anatakiwa kupewa nafasi ya kuchagua kwa misingi, nadhani pamoja na na, na na vyote ni haki ya kuishi, ni haki ya msingi ya binadamu yeah. Kwa hiyo ukimpa mtu wasawa kuchagua namna ya kufa pia, nadhani haijakaa sahihi yeah. Kwa sababu watu wengi hawajawahi kukiendea kifo yeah. Kwa hiyo ukimwambia mtu kifo cha aina hii, kipi kitakupendeza zaidi mm. Watu wengi watachagua kufa kwa njia rahisi zaidi, ambayo mi nadhani njia rahisi niyo kupigwa risasi, labda inaweza ikapunguza maumivu kidogo, lakini ya kunyongwa ni ngumu, kwa sababu inalingana pia na misuli ya shingo yako imekaaje. Ukipandishwa kwenye kamba, kama shingo yako ina misuli migumu, unaweza ukachukua masaa matatu kufa afu ukateseka sana pale kwenye, oh yeah. kwenye kitanzi kile nadhani. Kwa hiyo maanake kwa misingi yake za binadamu ni kwamba mtu anatakiwa aishi, mtu anatakiwa aishi. Kwa misingi yake za binadamu mtu anatakiwa aishi, ndo nikawa na suggest kwamba wanasheria wengi na mashirika mengi ya haki za kibinadamu yamekuwa yakipendekeza tutafute mbadala wa hukumu hii mm. Afutu, au tutafute unafuu basi wa kuweza kupunguza makali ya hukumu hii, lakini kadri tunavyoenda siku nadhani kuna, kuna mwamko mkubwa sana wa kuondoa hukumu hii na nadhani tutafikia mahali ambapo nchi zote zitakuwa zimefuta hukumu hii ama kutakuwa na makosa machache sana ambayo yanahusishwa na hukumu hii kwa Tanzania uh, miaka mingi bila kuitekeleza mm. Licha ya kwamba kuna watu wanaohukumiwa uh, kila mara mm. ku, ku, ku, ku, kunyongwa hadi kufa lakini utekelezaji wake haujafanyika kwa miaka mingi, zaidi ya miaka thelathini, kama ulivyogusia uh, lakini pia uh, mazingira ambayo yapo ni kwamba ukishahukumiwa, maanake ni kwamba wewe mm. yani, hawezi kuchanganyika na wale wafungwa wengine mm, eh, e, kufanya zile mm. shughuli za kila siku mm. kwenda kulima na vitu, wewe unakaa tu mm. sehemu zenu maalum na kama mnasubiri kunyong. kunyonga, kwa sababu inakuwa mnasubiri tu miaka nenda miaka rudi hasa mm. kutokana na mazingira kama hayo mm. eh, unadhani sababu tosha sasa Tanzania kuchukua uamuzi wa kuitoa kwenye sheria? Uh, nadhani kumekuwa na mwamko mkubwa wa kuhamasisha hukumu hii kuondolewa mm na nadhani pia wanasema kama haulifanyi jambo ni sasana ho, haulifanyi kabisa, kwa sababu miaka thelathini ni kama kipindi cha marais zaidi ya watatu takriban, yes. Kwa hiyo kama hatujatekeleza hukumu hii ni sasana, hukumu hii imeondolewa kwa namna moja au nyingine, ni vile tu kwenye sheria zetu. Na nadhani ilikuwa ni wakati ambapo, wakati sahihi, wakati tunafanya mabadiliko ya sheria ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, mabadiliko mapya ambayo yaliidhinishwa na rais, nadhani miaka mi... Ni mwaka huu au mwaka jana, kama sijasahau, ilitakiwa tufute hukumu ya kifo au tuweke mbadala wake, kwa sababu tuna, tuna hukumu ambayo hatuitekelezi. Ni sasa sana, una kitu ambacho unakimiliki kimiliki, alafu haukitumii kinakuwa hakina maana tena. Nadhani ni wasaa sasa, tukae kama nchi, tuamue kuondoa hukumu hii ambayo hatuitumii, tunao kwenye vitabu vyetu tu kama sehemu ya Hukumu, ambazo, zi, zi, zi, ambazo zitekelezwi mm. Nadhani ni kama mbadala wa adhabu hiyo kwa watu wanaofanya makosa makubwa kama walioyataja. Mi nafikiri uh, katika hali ya kutaka kuzuia uendelevu wa makosa haya, ama katika hali ya kutaka kuonyesha kwamba makosa haya ni mazito, ama makosa haya na uzito fulani, nadhani adhabu ya kifungo cha maisha ama adhabu ya kupatiwa yale kifungo cha maisha pamoja na kitu kingine, ili kwa ajili kwa ajili ya kuisha kwamba watu hawa labda wanaondoka katika jamii. Kwa mfano kama mtu ameua kwa kukusudia, mtu ana makosa fulani hivi ambavyo jamii inayatizama kama makosa makubwa zaidi yeah. ilitakiwa mtu apewe labda adhabu ya kifungo cha maisha badala ya kumnyonga hadi kufa, kwa sababu watu wale hata ukipel, ukifanya utafiti katika magereza mengi ambayo watu hawa walihukumiwa kunyongwa wanakuwa kama hawaishi maisha yao tena mm. wanakaa wakiwaza ni lini nitanyongwa, ni lini mda, sasa mtu amekwambia muda wote nitakuwa kuanzia sasa hmm. kwa hiyo wanakuwa wanakaa kwa hofu, kwa hiyo wanakuwa maisha yao yaendelee, lakini ukiwahukumu kifungo cha maisha mm. -hmm. wanajua sisi tutakaa mahabusu, kwa hiyo wataendelea na maisha yao ya kawaida kila siku. Naam, shukrani sana. Wakati mwingine wa kulikuwa na hoja kwamba makosa yanapofanyika katika hukumu kutolewa mm. uh, mtu akisha hukumiwa kunyongwa na kanyongwa, hakuna namna pia ya kurekebisha shukran sana uh, wakili, asante kwa kutukatika hili sana. Ni wakili Emmanuel Kimei ambaye ametujuza kuhusiana na siku hii ikiwa ni uh, uh, Oktoba kumi, moja kati ya siku muhimu ya kuzungumza kuhusiana na kupinga adhabu ya kifo.